wakati zamani tulikuwa tunavaa vazi jeusi, unaingia unalia. Sikiliza, mwanamke Mkristo yule amemaliza kazi, ameenda. Wewe bado vaa vazi lako safi white, unamwombea mwenzako, kwa sababu kilio cha Mkristo ni kilio cha sala na maombi. Mama, sogea mahali hapa, maana hilo eneo linaleta shida. Mtu anakuja amejifungafunga wewe wewe, zamu yako bado, hiyo zamu ya mwenzako. Maona mama ameingia hapo, sio kwamba hana huzuni, ana huzuni, lakini huzuni yake ndani ya Kristo. Amevaa vazi safi, anamtakia njia iliyo nyeupe, ameweka mtandio wake hapo, kilio chake ndani anajimimina, anamwambia Mungu mpokee huyo, afike wapi salama. Umekuja umejifunga funga, manguo yenyewe hayaeleweki, wakati na wewe mwenzako amemaliza kwa stailio, wewe utamalizaje? Tubadilike. Amina umevalidela umejifunga, atusemi usilie neno. Linasema lia tena lia sana, lakini baada ya siku tatu oge, upake mafuta, umshukuru nani? Mungu. Kumbe hata siku ya kilio wenzako tunapokuja tukukute umekaa katika mazingira, saa ile ya kumsindikiza mwenzetu, na sisi tumtukuze Mungu aliye hai. Asante mama, hakuna vazi linalo tuzalilisha sasa. Watoto wetu hizi itakuwa ni aibu na ni ajabu ukatuvalia vazi la ajabu ajabu. Wanavaaga wale wenzetu videra ndani, hakuna nguo, afu mtoto wa kikristu unakuja sijui fellowship unakuja sijui kwenye vyama vya kitume, ah -ah. Tuangalie wakina mama, vazi hili naenda nalo wapi? Ndio maana mwenyekiti wa WAWATA ametuletea safu hii, lakini kwa ujumla yake wanapendeza, wapendezi wamependeza. Haya, makofi na vigeregere kwao Santeni sana wamama. Una kitu cha kusema kiongozi? Mimi nawatakia wamama wote, kila mtu achague vazi analotakiwa. Labda nimekumbushwa huku, turudi kwa mama mjamzito eh. mabinti zetu siku hizi hawana akili, wanavaa kasuruali kamembana, mba anambana mwenzake, mwisho wa siku akitoka anatoka kwa staili labda ni mlemavu. Sio kila ulemavu ni mpango wa Mungu, watoto zetu hatuwaelimishi mama. Sogee mama mjamzito, twende, eh. twende katika hali ya yake ya ujauzito, amevaa nguo yake yenye nafasi, mtoto tumboni anapumua vizuri. Lakini akachukua kanga yake akaweka hapa, na mwingine anamalizia zaidi, anaweka kanga nyingine hapa, kwa sababu uumbaji wa Mungu Bwana unatofautiana. Yamkini una miezi yako saba tu, lakini Mungu anataka siku hiyo mtoto huyo afanye nini? Aje anakokuwa kwa vazi kama hili, na nyingine iko hapa. Kwa mama wenzake wanamsogelea kwa haraka, wengine wanampeleka wapi We shindwa kwa jina la Yesu Jamani, Kristo! Jamani, sasa hivi maadili yameporomoka, wengo kweli. Watoto wetu wanavyovaa ni sawa, sio wa kike sio wa kiume, hatari tupu. Lakini tumekuja na vazi la tanga hili vazi la kitenge. WAWATA wamependeza na kitenge, kitenge. Mnaonaje tukatoka na watoto wetu yani kwa mtindo huu? Yani tunaelea mama, ndani kwa ndani hatuna shida, mambo yanakwenda. Watoto unatutia aibu. Watoto wa kiume suruali mpaka hapa, watoto wa kike mama, maungo wazi, yani matumbo msu. Mpaka vitovu, sijui vitu gani, aibu hata kuongea. Yani mzazi ukimwangalia hivi mtoto, unajisikia aibu, unatamani shimo, yani utumbukie kwenye shimo. WAWATA chipukizi, naomba mchukue Uh, picha kutoka kwa wazazi wetu, tuvae kanga, tuvae vitenge, tuvae vikoi, tuvae batiki. Na mkitaka sasa kupata mavazi hiyo, mtaniona mimi, mtamuona dada pale, ndio tunahusika kwa upande wa Magole, masuala ya kanga, masuala ya vitenge, masuala ya batiki. Mpo jamani, piga vigelegele kwetu. MC Beti ndio jina langu. 97. Anasema amtazamaye um, mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Watoto zetu mnavaa nguo ziko uchi, mnazinisha wa baba zenu, mnakumbukana kwenda kungama. Vaa vazi safi ili baba akikutazama anaona ya hapa, nimezaa mtoto wa kike lakini La mama. Wewe umengangania ujulikani nyumbani, ujulikani bichi, ujulikani kanisani, we nani? Chula au? <laughs> Tuendelee. Aona na mama zetu wa vazi la kanisani wawata chipukizi, mmeona vazi la kanisani. Hebu mama wa vazi la kanisani, hebu njooni kidogo, njooni kidogo. Wow. Inapendeza ipendezi. Makofi kwa tena inapendeza zaidi, afadhali mababa zetu wametupiga marufuku kupeleka biarusi, anainama kusaini ziwa linatoka nje. We vipi, unaizaota madhabahu? Tunafundishana jamani, hata binti yako anapoenda kufunga ndoa, angalia shela uliomnunulia, linampa Mungu utukufu huku kifuani amestirika, unapeleka kama shugamani, jua limekaa huku juu, alafu